Wamekaa wame ili hata kama kija mtu mgeni anapita ajuange makaronge kufanya nini, kufuna, wanatembea vizuri, kama vile anajua watu nini wame, hata hivi wamama watano wamejipanga, utajua ni hizi sasa umri kama wako mama saiziambayo utamshinda makaronge kweli <laughs> Wai, baba hata, hata getini sifiki <laughs> jamani, haleluya kwa Mungu. Ana nafasi ya kutupigania kwa wakati mwingine, huwezi kujua. Kwa nini wewe unaweza ukawa unaomba hivi, lakini Mungu yeye anajua vita ya pili kwa upande wake Amen. Sema ameni katika jina Amen. Kwa kuna wakati unaweza ukawa unapita ukafanya ukatoa sadaka ya Mungu ya wakati okay, yeye yeah, alikuwa anatamani sana aende shambani. Hata tukimwambia wanapambana juu ya kazi alikuwa na eh, afadhali angekimbia shambani na ile kazi inataka kumvukia system ya, ya shambani. Lakini kumbe huenda asingekuwa kazini. Huenda zile roho zingenuka siku moja kabla hajaenda kauli. Naelewa kitu kinachofanya. Kwa ule moyo wa kutoa sadaka kwa Mungu, Mungu anazuia na kazini kwake. Pigie Yesu makofi sana. Kwa maana siku moja tunajua <coughs> Mungu anaokoa. Mungu anaokoa na hasara zingine ambazo usingi zitarajia. Amina. Mimi niliwaambia Mungu ameniokoa mwaka jana mwishoni kuamkia mwaka huu kwa hasara moja ambayo nisingekuwa naona ni hasara, ningekuwa naona ni wajibu wangu kwa ajili ya kulipa, lakini Mungu aliamua kunikatilia kabisa. Nikaenda beki nikope, nitekeleze jambo moja, nikajimwa na vigezo vyote. Hapana, unajua kwa sababu ya hiki na hiki hapa, labda uongeze miezi kaza ili hiki kikamilike. Bwana asifiwe. Nikaachana nao nikaenda kwenye kampuni usika ambao ndio nilikuwa nataka nikopela ili nikabebe kitu ambacho nataka nikakubaliana nao nikajaza mkataba, nikaingia mkataba, nikalipa malipo ya awali, nikaona subiriwa nikabiziwe mzigo lakini nilianza kucheleweshewa nilianza kucheleweshewa nilianza kucheleweshewa sikab. Ndipo nikiingia kuomba madhabahu, yenyewe inalaumu wengine natusaidia. Bwana asifiwe. Siku moja nimepata neema ya kuomba, nikasikia, kwa nini kitu ikiamua kwenda kuomba msaada? Usingefanya wewe, fanya mwenyewe, kifuatilie mwenyewe. Bwana asifiwe. Amen. Nikaanza kufanya. Nimefanya, nimefanya, nimefanya, nimefanya. Baadaye nikaambia, nikarudi ni kwenye ni ile kampuni naomba unirudishie hela zangu nimechelewa kuni kabisa mzee. Nilikuwa na uhitaji mwezi fulani ili nifanye kazi mwezi. Siku sababu nimechelewesha nirudishie hela za. Wakakubali kwa mechelewa kwa kuni kabisa. Wakanirudishia na riba. Bwana asifiwe. Amen. Yaani yeah, walinirudishia na riba zilizalisha ile kampuni nimewapenda. Kwa hiyo kwa kwa tumekana na kuna tulikuwa hidi kukukabizi, ungekuwa ni wewe tungekudai riba kwa, na sisi kuko tulikuwa nazo na zingu kazi kwa zina zunguka, na wewe unarudishiwa riba. Amen. Amina. Bwana asifiwe ya amina. Wakanirudisha na riba, nimeokoa milioni tisa na laki saba ambazo ndo nikiwa na dai. Baada ya kurudishiwa zile nikafanya kile kitu nikafanikiwa lakini nikaokoa milioni tisa na laki saba. Fikiri hiyo yote, yale nilipotea, sio kwamba kitu sijapata, nimefanikiwa, lakini nimeokoa milioni tisa. Ningecheza na wale, ningetakiwa kuongeza milioni tisa na laki saba. Ndio maana nakwambia kwamba kuna wakati sauti ya Mungu inawezi kukung'ang'aniza kuzuia, na nilipata msukumo kabisa, kwa kwambia mimi hicho nilichokifanya, sijakubaliana na nayo kwa sababu wewe mwenyewe unaweza kukifanya. Kwa nini naomba msaada watu wakufanye? Na matokeo yako yanaenda kuingia sana. Si kila kitu unachokisikia ni chembe, kina faida kwako. Muulize Mungu. Kuna watu ambao wanaenda kwenye vikoba, hawajamuuliza Mungu. Ni kweli unapata ule mtaji wa kikoba unapeleka kwenye biashara zako. Unashangamishwa siku ile biashara yako ina mtumwa ile hela inakufa, inaua na hela zako. Na mwisho siku. Na mwisho siku hela zako zimepotea na hela za kikoba zimepotea. Si kila hela inayokuja kwa mkono na ndio maana niliwaambia hata mnaoenda kwenye vyama, ombea sana fedha mnazopokea kwenye vyama. Kuna watu wanakuja kwenye chama kwa ajili ya kuharibu mfumo wa hela. Nyinyi mnapokea mnaziona ni hela, kumbe amekuja ametuma silaha ya kupokea hela za mzigo. Kila mtu atakayepokea zile hela kaondoka nazo. Zikichanganyikana kwa mareta laki mbili, si zinahesabiwa pa pa pa pa zinachanganyikana zinachanganyikana. Mwisho mm. wa siku zikichanganyikana kila utakayeonugusa hela ya ili iliyotoka pale. Na wewe umejifanya umebeba na umemkopea nini? Hmm. Ndio maana wako watu wengi wanalia sana kwenye mabiyako. Ni nadhani ndio wao washuhudia kipindi fulani kwamba kulikuwa na system kwenye chama cha watu walikuwa ni kama deni kwa spidi. Yaani pako na shaka fulani ameshindweje? Fulani amefanyaje na sasa mimi sielewi. Unakuta paka mtaji wako umegufa. Afu yako majitu machache tu. Ndio tu. Wakati mwingine mkisema hela za kopa zijatosha, wanasema tuongeze, tuongeze. Mm, kikundi labda tu support kikundi kwa automatic, au watu wanapendwa haraka kama wanachira na hela za tu support, kumbe ndo maadui wa kikundi. Sema, sema, sema amen! Amen! Sema, amina! Sijawasikia. Sema amina! Amen! Sema haleluya! Haleluya! Oh, ushuhuda wa Mwakaronge, yeye anaponishuhudia mimi, nitafakari sana baadaye nikagundua kuna mkono wa Mungu umehusika kumtetea. Kwa nini sio wakati mwingine? Kwa nini wakati anafanya kazi? Na ni kweli siku amefanya kazi mpaka msumari kaisha, usiku umeona taa zimewashwa, wakamwa msumari ta kaisha, lakini walitaka kukesha ili wamalize kazi waende fanya kazi zingine, na Mungu akachilia ulinzi shambani. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, naomba unipe neema. Naomba unipe neema. Ya kutembea katika nguvu zako. Ya kutembea katika nguvu zako. Na katika ushindi wa kwako. Wa Na katika ushindi wa kwako. Nakuja mbele zako asubuhi ya leo. Nakuja mbele zako asubuhi ya leo. Na kutegemea wewe tu. Na kutegemea wewe. Wewe ndio kila kitu kwangu. Wewe ndio kila kitu kwangu. Naam, wewe ndio msaada wangu wa karibu. Wewe ndio we msaada wangu wa karibu. Niondolee Bwana. Niondolee Bwana. Niondolee Bwana. Niondolee. Kila walionyanyua silaha na kuweka mipaka juu ya kazi zangu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Ndio mipaka niliyoweka, mipaka ya kiakili, mipaka ya kifahamu, mipaka ya nia mipaka ya nia, mipaka ya uchumi, mipaka ya uchumi, mipaka ya elimu, mipaka ya elimu, mipaka ya huduma, mipaka ya fedha, mipaka ya kumiliki katika jina la Yesu, kila mpaka nilowekewa na adui, ila mipaka ni Bwana Yesu, naomba uniondolee na kila wasimamizi wa mipaka, na kwa sala ya jina la Yesu iwaondoe. Ianguke. Hiyo mipaka ianguke kama ukuta wa Yeriko. Kwa damu ya Yesu yote iliwaachilia nafasi kwa maadui, mpaka wakaweka na mipaka, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu Yesu ya Yesu, Yesu, kwa damu yako yako, takasa fahamu zangu, takasa mawazo yangu, Yesu. Roho ya kuzama poza <coughs> na ikataa sasa katika damu ya Yesu. Na kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Amen. Jamani haleluya. Amen. Lakini pia inakujengea mahusiano yako na Mungu, na yale mahusiano yako na Mungu yakiimarika, una uwezo wa kuwa na ujasiri wa kufanya kitu. Kwa nini? Unapata maelekezo kutoka kwa Mungu. Lakini unagundua, tangu tumeanza nimekuwa na msingi mkubwa sana wa kwamba umila kwanza anambia atembea na watu wengine hawaelewi kwa nini toba ni mlango mkubwa sana wa kumfanya mtu asikiwe na mpani. Toba ni mlango wa kuipa nafasi, kumpa Mungu nafasi atende kwako. Haleluya, amen. Jamani haleluya, amen. Narudia, toba ni kitu kinachompa Mungu nafasi afanye kitu kwako. Manake unapose unapoingia kwenye maombi ya toba, unataka kumwambia Mungu, mimi siwezi bila wewe. Amen, naweza kwa sababu wewe unaweza ndani yangu. Ni kukaribisha utendaji wa kazi wa Mungu ndani mwangu, na ndio maana nasema Mungu pamoja nasi. Ili Mungu awe pamoja nasisi, lazima tutembee kwenye toba, kwa sababu Mungu ni mtakatifu pate nafasi, lazima tuombe toba, aiachilie damu ya Yesu itutakase, ili nafasi ya yeye kukaa na sisi iwe wazi. Fungua kitabu cha Zaburi, kuna mstari nimeituma kwenye maombi ya saa tisa, niputuyasome katika ibada hii asubuhi. Tusome mstari wa kumi, anasema Zaburi ya hamsini na moja mstari wa kumi. Anasema: E Mungu uniumbie moyo safi, E Mungu uniumbie moyo safi. Uifanye upya roho yangu, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. E Mungu uniumbie moyo safi uifanye upya roho ya roho iliyotulia ndani yako usinitenge na uso wako usinitenge na uso wako msalia 11 usinitenge na uso wako wala roho mtakatifu usiniondolee unirudishie sema unirudishie unirudishie, unirudishie. Watu, <coughs> sema unirudishie, tamka tena. Sema unirudishie. Unirudishie. Unirudishie. Jambo la imani sema unirudishie. Unirudishie, sema unirudishie furaha ya wokovu wako. Kwa. Unitegemeze kwa roho ya wepesi. Kwa mtu akiwekewa mipaka hawezi kuwa mwepesi. Anakuwa mzito wa mambo anakuwa mzito wa kuelewa. Umeelewa? Ufahamu wake unarara, mahusiano yake na Mungu yanaondoka, moyo wake unakuwa moyo wa kuwaza mabaya. Ukisoma Biblia inasema moyoni mwa mtu ndipo kinatoka kila kitu, mawazo mabaya, uwaji, hasira, uchungu. Ile mtu akishe wekewa mipaka hawezi kuishi maisha yale aliyokusudia. Umenelewa? <laughs> Automatic furaha inafanya nini? Inaondoka. Furaha ikiondoka, mtu anakuwa na moyo mzito, na mtu akiwa na moyo mzito, hawezi kuwa mwepesi wa kufanya vitu. Na maana unaweza ukakuta mtu kanisani jana akasema anakuja anaweza kaja kanisa, mimi siwezi kuimba. Hata ukimwambia anzisha pambio, anatamani angechukua nguo ajifunike. Hata ukimwambia simama kuomba naye, hey, mchungaji au